Baadhi ya wa wakazi wa kaunti ya Nyamira wamekosoa vikali miradi ya serikali kuu wakidai ni mipango ya ulaghai na haiwafaidi wananchi wa, wa kawaida, mtazamaji. Wakizungumza kwenye hafla inayoendelezwa na seneta wa Busia Okia Omtata ambapo anasema anatafuta maoni ya wananchi kuhusu azma yake ya kuwania urais humu nchini. Wakazi hao wamelalamikia kuhangaika kwa mradi matibabu kutokana na changamoto za bima ya SHA. Wakazi hao wanadai kukosa huduma licha ya kujiandikisha na kulipia ada ya SHA. Aidha, kamati hiyo ya Omtata imewashauri Wakenya kuwa makini na viongozi wanaowachagua. Baba yangu alikuwa mgonjwa nikaenda mpaka hospitali akamaliza siku nne huko. Sasa hii siku nne nikafikiria hiyo saa itanisaidia. Sasa hiyo saa hii kunisaidia, nikawaambia. Sasa analipia kila mwezi 30 sasa wakanipia pili ya 25000 kwa kusema kweli, hiyo pesa nilitoa kati na, mkitaka hiyo lisiti ntawapea. Sasa hiyo saa inasaidia kweli? Wakati tuliambiwa tujiandikishe kwa SHA tutalipa pesa yenye iko iko 300, lakini wakati tulirejesa wengine wanaambia walipe 75 shilingi wengine 1500, wengine 1750. Sasa hatujui vyenye tuko it deserves.